We Chalamila ukome, mimi sio kutisha. Hebu fikiria hivi, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, mkuu wa mkoa amezungumza kwenye TV, mimi siseme, tulimsikia kwamba kuna siku mama mmoja ameenda hospitali anataka kujifungua hosptali, wamemwambia lete mkasi, sio na wembe na gloves. Akamwambia baba sina, akampigia mkuu wa mkoa, anaomba msaada. Mkuu wa mkoa anasema, akamwambia nenda nyumbani, mume wako akakufanyia operation. Nasema mimi hamkumsikia? Kwamba mimba imemfika mama wa Kitanzania anataka kukileta kiumbe duniani, ni swala la kufa na kupona kuwa mkoa anamwambia nenda mme wako akakufanyia operation. Huyu mkuu wa mkoa amekula ameshiba, amekaa kwenye gari ambayo, wewe unauza vitumbua, unalipa kodi. Ameona yeye ni muhimu kuliko wewe. Kwa sababu ya aina ya viongozi tulio nao, hatuwezi kuendelea na maisha. Eti juzi anakaa kwenye kikao anasema, Heche ananizungumza mimi, anataka kunitishia mimi. We, Chalamila ukome, mi sio wakutisha mimi. Mtishe mke wako nyumbani, unayemlisha sio mimi. Mi nimezaliwa mara moja na nitakufa mara moja. Haya mambo tunayasema ndio yamemkamata Lisu, wanamweka ndani kwa kesi ya uongo ya treason. Lisu hana uhaini, anaosema Lisu amesema, tunataka mifumo bora ya uchaguzi kusema hivyo sio uhaini, na mimi nasema tutaasi dhidi ya mifumo mibovu hii mpaka tupate mifumo inayoweza kuwapa watanzania maisha yao, na mimi wanikamate, wanipe kesi ya treason. Hatutatishwa katika nchi hii. Hii ni nchi yetu sote, sio nchi ya kikundi cha watu. Tuko kwenye matatizo haya kwa sababu wananchi mmeamua kupuuza siasa. Tumekuja kuwaomba nyie msipuuze siasa kwa sababu mtateseka mpaka arudi Mungu hapa. Mnategemea maisha yenu yatabadilika tusipopigania mabadiliko sisi wenyewe? Tukachukua miziki ndio tukafanya priority, tukachukua simba na yanga tukafanya priority, hao watu watatutesa hakuna siku watatuonea huruma.